Tutaendelea kuboresha miundombinu ya barabara na tutaendelea kufungua barabara za ndani ya mji wetu wa Njombe. Kuna barabara kubwa za nje, lakini barabara kubwa za ndani ya mji wa Njombe, na kuna miradi mbalimbali kama mhandisi alivyoelezea kwa vizuri sana. Mimi sita kwenda maelezo, tumeshayapata ya kutosha, lakini tunachotaka kusema, tunataka kuambia wananchi wa Njombe kwamba mambo ambayo tumeahidi kuyafanya tunaendelea kuyatekeleza kwa spidi kubwa sana. Lakini ziara hii tumeifanya mahususi kwa sababu katika kipindi hiki cha mvua e, eh, katika hali ya hewa ambayo tunaiona, eh, kama mbunge nilipenda nipite kwa haraka nione maeneo ambayo yana changamoto kubwa, ili tuweze nikiwa na mainjinia, ili tuweze kuhakikisha tunatoa maelekezo ya kuyashughulikia, lakini tuangalie na miradi yetu mingine ambayo tulishaijengea hoja huko nyuma na ikapata vibali na ikaanza kutekelezwa. Tuone kama inakwenda kwa wakati, kama kuna mkwamo, kama wanahitaji fedha zaidi, kazi ya mbunge ni kwenda kufanya ushawishi zaidi ili miradi vizuri, e, miradi isisimame. Mingi inakwenda vizuri, tunaona hapa aaa, mradi mzuri sana mkubwa wa kufungua ile eneo. Mradi huu utafungua kama alivyosema engineer, eneo zima la Lunyanywi, Magoda, Jimwema namna ya kufika katika makao yetu makuu ya mkoa kwa hiyo ni mradi mzuri sana, ni mradi ambao unaendelea kupanua huduma ya wakazi wa Njombe. Barabara kubwa yetu wote mnajua uchumi wetu mkubwa, mbao, viazi eh, avokado, makaa ya mawe inaonekana tayari imezidiwa. Kwa hiyo ufunguzi wa hizi barabara za pembeni ni muhimu sana kwa mji wetu wa Njombe, na ni jambo ambalo lazima liwe endelevu. Tuendelee kuzifungua, sio kila mtu u, miaka mitano iliyopita au kumi iliyopita Ukitaka kuja Njombe lazima uje barabara kuu ndio uanze kwenda mjini, uje barabara kuu uende mjini. Tunataka barabara kuu ibakie, watumiaji wachache wengine waweze kupita pembeni. Ukitaka kwenda hospitali kuu ya rufaa unapita pembeni, barabara za kawaida. Ukitaka kwenda Kibena unaweza kupita pembeni, kule Ngalanga unafika Kibena. Hiyo ndio mji ambao tunataka kujenga katika Njombe, na hiyo ndio Njombe mpya. Miradi hii ni muhimu sana na itakuwa na mchango mkubwa sana. Mkumbuke kwamba moja ya mambo ambayo tunafikiria Njombe ni kupata manispaa. Sasa huwezi kuwa na manispaa kama huna barabara za kutosha, huna uchumi mkubwa unaoweza e, wananchi wakafurahia waka. Kwa hiyo barabara hizi zikikamilika, jambo la kwanza kabisa, kama ulivyosema, mji wa Njombe utabadilika. Hawa wanajenga barabara kwa kiwango kizuri, amekwambia lami nzito, taa za barabarani na mifereji. Kwa hiyo itabadilisha mandhari na mwonekano wa mji wa Njombe kwa kiasi kikubwa sana, kwa barabara hizi ambazo zitatumia bilioni ishirini katika mradi wa tactic ambao ni, eh, ni, ni fedha ambazo serikali imekopa kwa masharti nafuu kutoka benki ya Dunia. Mji Mwema kwenye feziwani tuna barabara moja ambayo barabara hiyo inaitwa Mpechi Melinze na kilomita moja pointi tatu na hiyo itajengwa kwa kiwango cha lami nzito, itakuwa na njia za watembea kwa miguu, mifereji pamoja na taa za barabarani. Kwa feziwani inakuwa na barabara hizo ambazo ukizijumlisha hizo kilomita zake inakuwa ni 8.3 Fezi 2 sasa itakuwa na barabara ya kwanza ambayo ndio ilibeba jina la, jina la mradi mzima ni NBC Kihesa, ambapo inaanzia hapa tulipo inaunganisha barabara ya NBC Kibena, itaenda kuunga kwenye barabara ya Njombe wende Njosi. Barabara hii na kilomita 2.55 itajengwa kwa kiwango cha rami nzito, asfalti. Itakuwa na njia za watembea kwa miguu taa za barabarani pamoja na mifereji ya kuyadairekti maji. Kwa kweli naitazama Njombe kwa jicho la mbali sana, na naitazama vizuri kwa sababu naona kuna mafanikio na maendeleo makubwa sana kwa hii hatua nayo tu, tuliyoanza nayo kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu sisi ni wakulima wa viazi na tunaishughulisha na kilimo cha parachichi kwa ujumla miti miti, kwa ajili ya mbao. Kwa hiyo ni, ni, ni safi sana kwetu, kwa sababu tutapata urahisi wa kusafirisha mazao yetu. kuzibwa kwa barabara, mifereji inakuwa shida, barabara zinakuwa ni ndogo. Kwa hiyo hii mradi uliofunguliwa tumefurahi. Hii barabara ina muhimu sana katika wananchi, maanake kuna wananchi wengi sana wanakaa mtaa huu eneo hili la Unguja ni wengi sana ambao wanafanya kazi mjini, wanarudi huku. Changamoto ambayo hii barabara nani inapatikana ina, ina, ina, ina, ina kwamba ni wakati wa masika. Wakati wa masika kuna kitu fulani ambacho mvua ikinyesha haipitiki, hata ukiwa kwa mguu, lazima utavua viatu.